Mkurugenzi au katibu mkuu wa wizara ya elimu, waziri wa wizara ya elimu e, afisa elimu wa mkoa, afisa elimu wa wilaya wanapewa magari, wanapewa vifaa, wanasimamia ubora wa elimu wa shule za serikali sele, alafu wao wenyewe watoto wao hawawezi kusoma kwenye hizi shule wanazoisimamia. Kwani inakwambia we... nini? Na kuna swali e, mtu anaweza kukuuliza rahovyo sana, eti watoto wako wewe wanasoma hapa? Hawasomi hapo kwa sababu huu mfumo ni wa hovyo, hatuamini ndio maana tunataka tushinde nchi tuubadilishe mm -hmm, ili watoto wetu wasome hapo. Kwa kama una, afisa elimu anasimamia elimu alafu haamini hiyo elimu anayoisimamia mm -hmm, lakini anawaambia watoto wa maskini wasome hapo. <coughs> una, una, una, una, una, una, mtu anasimamia afya alafu yeye hawezi kutibiwa kwenye hospitali zenu anaenda India. Huyu mtu ana, ana, ana, anaweka maisha yako hatarini. Ondoa huyu mtu, weka mtu atakayeboresha hii afya na aiamini na yeye atibiwe hapo. Haiwezekani unaenda nchi kama korea Korea kusini na Kaskazini, ambazo zimepigana vita mwaka sabini mwaka sabini mpaka sabini na tatu wakafa watu zaidi ya milioni nne Leo per capita income, kipato cha mtu wa Korea wa kawaida per capita income, kwa mwaka ni dola elfu hamsini na tano, ambazo ni zaidi ya milioni 140, kwa mwaka. Mwaka sabini hapa sisi tuko mbele yao, Dubai tuko mbele yao, Thailand tuko mbele yao, tuko mbele Singapore. Inawezekanaje? Tunarudi nyuma kila siku mm -hmm. Tatizo la elimu kwa yetu kwa, tatizo la watu walioko madarakani.